Karibu sana wapenzi watazamaji ni wapashe. taarifa za hivi punde ni kwamba chama cha ODM viongozi wake Dr. Oburu Odinga na wengine wameamua kufuta uamuzi ambao walikuwa wameamua mapema siku ya Jumatano tarehe 11 mwezi wa pili mwaka 2026 kwamba wamwache Edwin Sifuna aendelee kuhudumu kama katibu mkuu wa chama cha ODM. Na sasa hivi mwendo wa saa 11 jioni, ODM tena wamerudi na kusema kwamba wamemfukuza Secretary General Edwin Sifuna kutoka kwa wadhifa wake wa katibu mkuu wa chama cha ODM constituted organs

will act in this position until a substantive holder of the position is elected. Naomba niweze kueleza mapema asubuhi, kipindi ambapo viongozi hawa walikongamana walielewana kwamba wamwache Edwin Sifuna aendelee kuhudumu kama katibu mkuu, lakini tangia wakati ambapo waliamua Viongozi wengine hawakuridhika haswa wale ambao wako ndani ya serikali, wakasukuma Edwin Sifuna aondolewe. Ikabidi Oburu Odinga akarudi kwenye kikao tena na, mu, na viongozi wa chama cha ODM, kisha wakamfukuza Edwin Sifuna kutoka kwa wadhifa wake. Kuna wale mashabiki zangu ambao mapema asubuhi sana nilikuwa nimewaambia kwamba ODM walikuwa wamemwacha A, mtu ambaye anaitwa Edwin Sifuna aendelee kuhudumu kama katibu mkuu ni ukweli. Na mtu ambaye aliweza kusema kwamba Edwin Sifuna aachwe ni Gladys Wanga, alisema kwamba Edwin Sifuna lazima aachwe aendelee kuhudumu kama katibu mkuu wa chama cha ODM, lakini viongozi wengine wakakataa. Unaona hapo, huyu ni Robert Alai alichapisha hivi na kusema Governor Wanga can't and should not be the most active but silent saboteur of ODM and the broad based government. Why is the Governor Wanga blocking the removal of Sifuna? Governor Wanga can't blow hot and cold over this issue. Decide whether you are with us Or against us. Nina imani kwamba umekwisha elewa mpaka hapa. Hapa ilikuwa ni mwendo wa saa saba, kipindi ambapo ODM walikuwa wanapewa pressure kuweza kumwondoa Edwin Sifuna. Kumbuka kwamba William Ruto aliwakaza wamwondoa Edwin Sifuna, kwa sababu ule mkutano ambao Edwin Sifuna aliweza kuandaa upande wa Busia ulishtua sana serikali na wale ambao ni viongozi kutoka kwa chama cha ODM ambao wako ndani ya serikali akina John Mbadi akina Opio Wandai, walisikia vibaya sana kwamba wataenda kupoteza ajira zao, na hawa ndio walikuwa wanasukuma Edwin Sifuna aweze kuondolewa sana. Sijui kama unanielewa mpenzi mtazamaji, viongozi kutoka kwa ODM akina Robert Alai Walikuwa wameanza kuambia Uburu Odinga, iwapo mtamwondoa Edwin Sifuna leo, basi pea Uhuru Kenyatta nafasi ya kukua deputy president wa William Ruto. Sasa ODM hawakukuwa na namna nyingine ila ya kumfukuza Edwin Sifuna, lakini wamefanya kosa kubwa kwa sababu wamemtoa Edwin Sifuna, wamemwacha Catherine Omanyo kukua ama wamemweka Catherine Omanyo kukua acting secretary general. Yaani sikukuwa nafikiri kwamba itafika kipindi ambapo chama cha ODM ambacho tulikuwa tunaheshimu kitaanza kuendeshwa na kiongozi ambaye yuko ikulu. Sikukuwa najua kwamba ODM itaendeshwa na kiongozi ambaye yuko ikulu, ambaye ni William Ruto, kwa sababu ODM inaendeshwa na William Ruto. Hata mtu mwenye anaitwa Sifuna alikuwa anatuambia hivyo. Sifuna alisema kwamba tuwezi tukaingia kwa serikali ambayo Raila hakusema tuingie hatuwezi tukaunga serikali mkono kipindi ambapo serikali haijaweza kuunga mkono yale mambo ambayo yanaitwa 10 points agenda. Sasa hivi ndio utaweza kujua kwamba chama cha ODM kinaongozwa na viongozi ambao wameweka tamaa mbele, tamaa mbele, this is the end Of ODM. Na Edwin Sifuna alikuwa na subiri wakati kama huu kuweza kuondolewa kama secretary general, alikuwa na subiri kuweza kuondolewa na ameondolewa, wakati wowote wa kuanzia sasa hivi. Subiri, subiri, ODM itagawanyika, itapasuka, itaisha. Subiri Edwin Sifuna kuanzia sasa hivi sasa ndio wamemweka nguvu. Hawakujua kwamba kipindi ambapo wanamwondoa Edwin Sifuna watakuwa wamemtia nguvu. Edwin Sifuna was the pillar of ODM and Edwin Sifuna was the voice of ODM. Ninajua Edwin Sifuna wataanza mambo sasa na mtu ambaye anaitwa Babu Owino, na viongozi wengine. Mliona asubuhi walimuondoa mtu ambaye anaitwa Caleb Hamisi kwa kukataa ODM isiingia kwa serikali. Chama ni secretary general; msipokuwa na secretary general ambaye yuko na nguvu, basi hicho chama hakitaenda mbali Sijui kama nanielewa mpenzi mtazamaji, ukiangalia viongozi ambao walikuwa ndani ya serikali ndio walikuwa wanafanya nini? Ndio walikuwa wanasukuma ODM, yani ODM iweze kumwondoa secretary general ambaye ni Edwin Sifuna. William Ruto amesukuma Edwin Sifuna, ameondolewa na huu utakuwa ni mwanzo na mwisho wa William Ruto kukuwa rais. Kwa nini? Edwin Sifuna, Babu Owino, Caleb Hamisi, James Orengo, Godfrey Osotsi na wengine watakuja na vuguvugu vugu ambalo litafunga kabisa chama cha ODM eneo la Western na Nyanza. Vilevile, vilevile vile hawa viongozi watakuja na vuguvugu vugu ambalo litahakikisha President Ruto hataweza kushinda kiti cha urais. Nimeona mtu mwenye anaitwa Robert Alai yeye, yeah, anapendekeza kwamba uh, Junet Mohamed anapaswa kukua secretary general, eti kwamba wanataka mtu ambaye mtu mwenye atapeana adabu, eti kwamba we need a le, a level of lethal discipline going forward. Sijui wazo lako ni lipi? Mimi ni mtangazaji wako, nitaendelea kuwafahamisha. Asante sana.